Kati ya migodi ambayo imekuwa na mchango mkubwa kwenye sekta ya madini mkoani Tanga, sio wilaya ya Handeni mkoani Tanga, lakini ambao kwa muda mrefu sana tangu wachimbaji wadogo watoke pale haujaleta manufaa yaliyotarajiwa ya serikali, na hali hii imepelekea tumepoteza mapato mengi sana ambayo labda leo kwenye sehemu nzuri ya kupiga hatua kimaendeleo lakini mgodi wa kufanya kazi kwa muda mrefu, na hivyo ulilazimu serikali kuingilia kati ili kuhakikisha wananchi wanyasa, wa Nyasa wananufaika na rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Leo ni kikao changu cha nne juu ya swala magambas. Nimemwelekeza mheshimiwa mkuu wa wilaya waandae utaratibu maalum, zile fedha za asilimia mbili ambazo zilikuwa zinastahili kwa wananchi zipigwe hesabu, fedha zile zilipo kwenye akaunti ya wananchi, waanze kunufaika na kile ambacho kilizalishwa pale juu. asilimia mbili zile zinawagusa. Kuna watu wana asilimia 75 na wengine 25 naambiwa, lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya atasimamia. La kwanza ni kuanza kuhakikisha ya kwamba zile fedha zizotokana na mauzo ya dhahabu au uzalishaji wa dhahabu zinaingia kwa wananchi kwa mujibu wa uzalishaji ulipokuwa. La pili serikali imeendelea na msimamo wa kutozihuisha leseni hizi mpaka mambo yafuatayo yafanyike kwa mujibu wa taratibu. Cha kwanza, tumekubaliana ndani ya kipindi cha siku 30 kuanzia tarehe nane ya Jumanne mpaka tarehe saba ya mwezi wa tano iwasilishwe kwangu taarifa ya kifedha na ya kiufundi kama sheria inavyoelekeza ya uendeshaji wa mgodi huo ndani ya siku 30 taarifa ile inatakiwa iwasilishwe mezani kwangu, ambayo itaonyesha uwezo wa kifedha na uwezo wa kiufundi wa kuendesha mgodi mkubwa wa leseni ya kati kama wa Magambas, ambapo sheria inataka yule ambaye anaendesha mgodi huu lazima athibitishe, lazima athibitishe uwepo wa kiasi cha fedha cha kitanzania kwa mujibu wa maandiko ya mradi zaidi ya bilioni thelathini, lazima hiyo ionekane kwenye vitabu na iwasilishwe wizarani kama ni fedha ya kuendesha mgodi huo. La pili masharti, lazima pia iwasilishwe taarifa ya kiufundi ya kuweza kuongoza mgodi mkubwa kama ule ambao unawakia zilizothibitishwa milioni moja kwa bei ya dhahabu ya leo duniani, ambayo inafikia wakia moja kufika bei ya mpaka dola elfu mbili mia tisa. Maana yake mgodi huu ungefanya kazi mpaka mwisho wake, ulikuwa una uwezo wa kuzalisha zaidi ya shilingi trilioni sita kupitia mgodi huu. Ni fedha ambayo serikali ingenufaika katika namna nyingi sana, kwa bei ya leo ya soko la dunia, kwenye bei ya dhahabu. Kwa hiyo tumetoa masharti hayo ya kwamba ndani ya siku hizo 30 kuwepo pia na taarifa ya kiufundi ya kuonyesha namna kuendesha mgodi huu. Lakini maelekezo ya tatu, maelekezo ya tatu katika kipindi cha siku 30, nimewapa nafasi ya mwisho ya kutafuta mtu mwenye uwezo wa kuendeleza mgodi huu, kutokana na ukubwa na rasilimali iliyopo, kwamba kama haya mawili yote yatafanyika na hilo la tatu ndani ya siku 30 maana yake ni kwamba baada ya kuisha siku hizo, serikali itakuwa imefikia mwisho kwenye jambo hili, na baada ya hapo sasa taratibu zitafuatwa, ikiwa mojawapo ya taratibu ni kutangaza zabuni ndani na nje ya nchi. Mtu yoyote mwenye uwezo wa kuendeleza mgodi huu aombe auendeleze kwa manufaa ya wananchi wa Nyasa. Ahadi yangu kwenu, ahadi yangu kwenu sijaweka kwenye mvua. Kwa bahati mbaya, mwaka huu, mwaka huu, miezi michache ijayo, mtaiona dhahabu ya kwanza kutoka Magambazi hiyo ndio kazi ambayo rais Samia Suluhu Hassan kanituma kwenu. Mwaka huu mtaona dhahabu ya kwanza kutoka Magambazi.